Kwa kweli naweza nikasema ni wito, ila zaidi kabisa, basi katika maadhimisho ya misa takatifu kwenye kipengele kile tunasema doxology eh, kwa njia na yake pamoja naye na kwa ndani yake, basi kwa kweli yale maneno yalinigusa sana, yalinigusa sana. E, kwa hiyo pale kwa kweli ilizidi kuchochea hamu ya mimi kuwa padre likwa maneno kabisa, nikisikia pade basi anayaimba maneno yale, basi kwa kweli nami namtamani basi siku moja basi na mimi nipate kuyatangaza na ya. Kwa kweli magumu yapo, magumu yapo, ila zaidi magumu yenyewe ni yaye tu maneno ya watu. Kuna watu watakuuliza eh, kwa nini unapenda kwa kuwa pade eh, imekuwaje sasa kijana kama wewe unaamua kuwa pade? E, na zaidi sana kwa kweli, watu, kwa kweli kuelezea watu kwamba jamani, mimi sijaenda hivi vyo vya kiserikali e, nimeamua kufuata njia hii hapa kwa kweli, kwa kweli e, yani, kwa changamoto yaani moyo wa kuvuta kwamba niwe mwanajeshi lakini, sasa hiyo nakuwa changamoto kwa sababu mtu anakuambia bwana, wewe inabidi uwe mwanajeshi.